Serikali, au unafanya chochote kupitia app, wewe ni mmoja wapo kati ambao unaweza kuingia kwenye kapu hili, na hawa ni wale wateja wote ambao waliweza kufanya e, miamala kwa muda wa mwezi mwingine.

Shaku, Shaku Joshua. Ah. Yes. Shaku Joshua, oh, unaishi wapi? Yes. uko wapi yani? Shaku unaishi Dar es Salaam na Masaki. <laughs> Shaku, una yes? Yes. Niko, uko Masaki hivi yeah? Shaku lalalala la, la. Yeah. Mekata isimui nakuambia, chukua bajaji, boda boda hata makao makuu sasa sikiliza ni kupange kwanza tulivu hapa hapa tuko ha. Niko na Joti, balozi wetu, niko na Zainab, meneja wetu ya Temane, tuko na msimamizi kutoka bodi ya michezo ya kubahatisha, lakini tuko na waandishi wa habari wanashuhudia promotion hii ya kwanza kubwa ya aina yake ambayo wewe Shakur, tunakwenda kutangaza kuwa bonge la mshindi leo. Mambo vipi? Kwanza unajisikiaje kwanza kwa maneno hayo? Shakuru, una umri gani wewe? Mimi nina miaka thelathini na moja, thelathini na moja. Vipi, shughuli gani Shakuru? Mimi ni dereva wa taxi mtandao. Naam. Wewe ukiambiwa uchague kama Mungu akukubariki leo ushinde zawadi kati yake okay. boda boda, bajaji, yeah. smart TV au gari, gari Mazda, ungechagua nini? <tukua gari> eh. Gari. Basi Joti na Zainabu, mwambiani jamaa amechinda nini, na tunataka kugomba kumwambia Shakur, leo wewe ni mtu mwenye bahati sana ndio unafatilia mtaanmaamimi nataka sasa niweke hapa wazi kabisa kwamba wewe umeshinda nini katika vitu ambavyo umetajwa hapa. Mimi kama barozi wa, na nipo hapo kuhakisha kwamba hiki ambacho itakabiziwa basi, mimi nipo mbele yako nakajishuhudia nataka eh, nataka niseme wazi, lakini kabla hujasema, chakua gurudumu umelizungusha, lakini na unafanyaje? mara gani? sana sana. Sawa bwana, hapa umemaliza, umemaliza sasa. Mimi kama balozi nasema mm. Kwa hizi niliopewa na Airtel <laughs> nimeambiwa nimtaje mshindi na, na wewe ni mshindi <laughs> wa wow. mm -hmm. Chombo kimoja kinaitwa

ambao walishinda wiki hii yote iliyopita, walishinda TV na bajaji pamoja na boda boda. Njoo fasta, ili waandishi wa habari wakuone sasa hivi, ili uweze kuelezea sana. Una kitambulisho chako chochote? Wewe njoo kitambulisho bana <laughs> <laughs> eh, <nati>, <laughs> <laughs> Ongera sana Shakuru, sisi tuna mm. eh. <laughs> Sema mimi nimepigiwa simu, ni nime mshindi wa gari, nimekuja kumwonaaksoba

Mwaka umenyoka, mwaka umenyooka kaka. Uchwaribu tu, shabiki wa Yanga ila fresh, tunaishi nao bana. Ongea sana, mambo yako

yeye ndiye anatupa kipunji mpaka leo tunafungua. Ametupa nguvu ya kutafuta pesa na kujia kufanya so, ah, miamala. Kwa hiyo ilikuwa ni kila mtu alikuwa na yani, mimi ilikuwa nikionaga hizi spin ah, nazungusha na spin na nitaja yule ati hapo hivyo hivyo. Sasa final nakuja niambia nimeshinda gari, ni kweli? Yani tena mwingine kuna watu chongo sijui na nisemeje, hii fulani ile nayo sijui nisemeje. Jamani, ni kweli, ila namshukuru sana Mungu na pia nashukuru yeye tuendelee kufanya miamala hii. Ni gari yako ya ngapi pengine una miliki? Nitakuwa ni gari yangu ya pili.

kuna kitu kimoja ambacho nahisi kukizingatia sasa hapa, anasema kila akizungusha gurudumu anakutana na jaribu tena, sindio? Okay. Yeah. Kwa hiyo nachojaribu kusema ni kwamba anaweza usishinde TV usishinde bajaji, usishinde bodaboda, lakini kaambiwa jaribu tena, ila bahati yako inaenda kwenye droo kubwa, unaelewa? yes. utu tusichoke kuzungusha gurudumu, itaenda kwenye bahati droo kubwa na una bado una nafasi ya kushinda gari. Leo tumetoa ya kwanza, yeah. Ukiangalia tuna bado mwezi wa pili na bado tuna mwezi wa tatu bado wote kuna nafasi na kusema kwamba kuna gari imebaki mwingine moja, lakini pia zawadi zingine kama pitu bajaji, kwa moja na TV na pesa taslim.